Hey guys, Victronics again. Uh, leo tutakuja kuelezea swala la measurement. Uh, tukikumbuka video iliyopita tulielezea kuhusiana na masuala ya ya resistance, voltage na current. Leo tunaangalia jinsi ya kufanya measurement ya hizi stuff. Kwa hiyo tunaangalia measurement kwanza ya voltage. Jinsi gani tunaweza kupima voltage, tunaweza kuangalia measurement ya current, lakini pia measurement ya resistance. Resistance. Tukirifa katika concept ambazo tulikuwa tumezidiscuss nyuma kwamba voltage is a measure of how much eh, charge difference zipo katika eneo, kwa mfano kutoka kwenye point A na point B kuna charge difference kiasi gani, alafu wakati huo tunakubaliana kwamba current ni, ni, ni, ni measure of how much charge ambao basically ni electron negative charges zinakuwa zimeflow kwenye kwenye material. Alafu kitu cha tatu ambao ni resistance is a measure ya, ni kwa kiasi gani kumepatikana au kumetokea ukinzani katika kuflow kwa hii hii current, yaani current imepata ukinzani kiasi gani kwenye kuflow. Sasa kabla sijaelezea measurement in, in, in detail, naomba nijaribu kuzungumzia vitu vifuatavyo. Uh, cha kwanza kabisa naomba ni wote tu, tu, tu na, tunajua parameters measurement units na na na, na, na symbols za za hivi vitu vitatu. Tukiongelea voltage uh, narudie tena hapa voltage voltage yenyewe inakuwa symbolized as V na inapimwa katika measure ya volt, na na, na measure yake inakuwa symbolized as V. Kwa hiyo nikisema voltage itakuwa na symbolized V, nikiwa na maanisha voltage, lakini pia measurement yake itakuwa na symbolized kwa V, nikimaanisha volt. Lakini current, current yenyewe tunaisymbolize kwa leta I lakini current inapimwa katika measurement inaitwa ampere. Ampere ambayo inakuwa symbolized na leta A, wakati resistance resistance inakuwa symbolized na leta R lakini inakuwa measured katika measure inaitwa ohm na simbo yake ni hii alama ya Kigiriki, then kwa tukiwa tunaongelea ohms na kwa anaongelea ni measure ya how much resistance. Nikiongelea ampere ni measure of how much current, lakini nikisema voltage ni measure of how much volts. Sasa hivi vipimo vyote vitatu, kuna kuna kuna kipimo au kuna kuna instruments Ah, ambazo zinakuwa zinaweza kuvipima hivi vipimo vitatu kwa kwa volt kwa voltage hii tunapima na, na, na kipimo kinaitwa au instrument inaitwa voltmeter, voltmeter, wakati current tunapima katika kitu kinaitwa ammeter. Resistance inapimwa katika kipimo kinaitwa ohmmeter. Mara nyingi tumezoea kukutana na kitu kinaitwa multimeter, tumezoea kukutana na kitu kinaitwa multi multimeter. Multimeter ni nini? Ni neno multi maana yake nyingi. Alafu meter of course i, iko kifaa kinachoweza kupima. Kama tunavyojua vitu vinapimwa kwa kutumia mita. Kwa hiyo multimeter ni device ni kifaa ambacho kinaweza kupima vipimo vingi. Kwa hiyo katika multimeter kuna voltmeter ndani yake, kuna ammeter, kuna kuna kuna ohmmeter. Kwa hiyo vyote hivi vinaweza vikapimwa kwenye kwenye multimeter moja. Sasa basically, labda nieleze multimeter kidogo a little bit, kwamba multimeter yenyewe basically inakuwa inaonekana kama hivi, maybe ina display, alafu hapa itakuwa ina selection kwamba hapa display itakuwa inaonesha value ambayo umeipima labda ni 1.2 v, alafu hapa kutakuwa kuna selection kwamba unataka kupima ohm nataka kupima current unataka kupima voltage au any other stuff like continuity na vitu vingine kwa kama unataka kupima ohms uta set kwenye ohms and so many stuff lakini pia ina connector hapa hasa hizi probe mbili za kwenye multimeter ndizo ambazo tunahitaji kwenda kuzitumia kufanya measurement tukitegemea tiki tiki tiki. tu kwamba hii multimeter yetu inaweza kupima kila kitu regarding kwa hapa nimeweka katika kipimo gani nimeifanya iwe voltmeter nimeifanya iwe ammeter au ohmmeter Kulingana naenda kupima nini. Okay. Tutakuwa na video nyingine kwenye hii channel siku moja nitakuwa naelezea jinsi ya kutumia multimeter lakini kwa leo moja kwa moja let's go and discuss on how to measure these stuffs. Katika multimeter kuna probe moja black. Alafu kuna red probe. Hizi probe zinakuwa colored. Hii red hapa wakati yoku inakuwa inakuwa ni black. Ili kupima voltage, tukiwa tuna point A na point B, tukitaka kupima voltage, tunachukua tu plog moja tunaiweka kwenye point A na plog nyingine tunaiweka kwenye point B. Multimeter ikiwa imewekwa kwenye voltage, itaweza kupima ni kiwango gani cha utofauti wa electroni au charges ambazo zipo kwenye point A na point B, then itakudisplayia katika screen yake kwamba okay hapa kati ya point A na point B kuna voltage tofauti kiasi fulani, lakini pia similarly in case tunataka kupima current. Sasa hapa ndo kidogo concept ije kwamba tuna, tunaunganisha vipi multimeter ili kupima voltage? Tunaunganisha vipi multimeter ili kupima current? Na tunaunganisha vipi multimeter ili kupima resistance? Ah, okay, ili kupima voltage Multimeter tunaunganisha in parallel with the device ambayo inahitajika kupimiwa voltage. Let's say tunataka kupima voltage ya battery. Inayosema ni symbol ya battery. Nataka kupima voltage ya battery, huko kuna high potential, huko kuna low potential. Kwa hiyo sisi tutakuja na mita yetu, mita yetu ndio hii hapa. Of course ni voltimeter, multimeter itakuwa imeact kama voltimeter. Tutaienda, tutaidirect kwenda kuconnect kwenye positive terminal. Kwa hiyo hapa hii multimeter itapima voltage ya hii betri. Hasa point ambayo inabidi tukumbuke kwamba multimeter ikiwa inapima voltage inakuwa azifu ipo kwenye connection kwenye circuit kwenye loop, na hii na hii betri, kiasi cha kwamba tumekuwa tuna, tuna expect kama ipo kwenye loop, basi current inaweza ikapita kwenye hii multimeter alafu ikasababisha flow of current maybe ukiweka okay, kwa muda mrefu charge itaisha kaya, ya, ya hii betri kwa sababu charges zinatembea kwenye kwenye hii multimeter, lakini that is not the case kwa sababu wakati ikiwa kwenye voltimeter kwenye voltage mode au voltimeter mode, hii multimeter inakuwa ina very high resistance. Na very high resistance resistance ya ya multimeter inakuwa ni kubwa sana kiasi cha kwamba kama resistance ni kubwa, tulikuwa tunadiscuss kuhusiana na Ohms Law, v is equal to ir kama resistance itakuwa ni kubwa sana, current itakayopita, current ni V over R. Resistance ikiwa kubwa, current itakuwa ndogo sana. Sasa, so kama current ikiwa ndogo sana, as the result, let's say multimeter inakuwa ina approach resistance to infinity value, namba kubwa zaidi kuliko kuwahi kutokea, kiasi kitasababisha hii hii current iwe approached to zero. kwa point to note, kwamba ni voltmeter ina very high resistance. Tunafanyaje ili kupima current? Then hii ndio jinsi ambavyo tunapima voltmeter. Current tunapimaje? Kwenye upande wa current it is simple, but point ya kukumbuka kwamba, kwa mfano, ukiwa una circuit kama hii hapa, una battery hapa kwenye circuit yako zenu, ukiachana na battery una circuit imekamilika kwamba labda ina, ina resistor somewhere over here au ina load let's say LED na kitu chochote <laughs> zinatoa output fulani. Sasa nikitaka kupima current, current kumbuka ni ni, ni, ni, ni flow of charge zinazozunguka kwenye hii circuit zinazopita kwenye hii kwenye hii wire, electrons zinazopita kwenye hii wire, sawa? so, uh, kama tunakumbuka vizuri electrons zinaenda in opposite direction na na na, na na na current, yani positive charge na negative charge zinaenda opposite direction, na current siku zote tunaitemu kama zile positive charge. Pindi ambapo electrons zinaenda in this direction, current inakuwa inaenda in this direction. Sasa tukiwa tunataka kuipima hii current, hakuna namna ambapo tunaweza tukaconnect kwa tuka, tukaconnect multimeter ikasababisha hii current tuisome, bila hii current kupitia kwenye multimeter yenyewe ili ipimwe. Sasa kwa sababu hiyo basi inatulazimu ili tupime hii current, tu tuweze ku disconnect waya kidogo. Ili upime current unatakiwa udisconnect waya. Ukisha disconnect waya, then katika hii sehemu ambayo iko disconnected, hii ndipo ambapo tuweke amita yetu labda, let's say, amita Alafu ndo ije iunganike hapa. Lengo kubwa ni kwamba wakati electrons zina flow ziweze kupitia kwenye mita, zikishapita kwenye mita ndo ziendelee na huu mzunguko, then mita iweze kujua kwamba ni current kiasi gani zime zimepita. Sasa point to note hapa ni kwamba multimeter ikiwa kwenye ammeter mode, ammeter ndio kipimo cha kupima current, ikiwa kwenye ammeter mode inakuwa ina very very low resistance. Lezi resistance. Inakuwa na resistance ndogo zaidi koo, kiasi cha kwamba hii hi resistance ya multimeter kwa sababu ni ndogo itakuwa ina approach kabisa na sifuri, yani kwamba kutakuwa kama hakuna resistance kwa hakuna ukinzani wowote au upinzani wowote hii utakaokuwa una hii hii hii electron itaface kwenye hii ammeter. Kwa hiyo ammeter itaruhusu current kupita free bila disturb yoyote, ndio maana inafanya resistance yake kuwa sifuri, then tunaweza tukaisoma hiyo hiyo current kwenye hii kwenye hii ammeter. Tuashume tuna circuit kama hii hapa ambayo ina source volt 12 maybe a final resistance ah or maybe ya 1 ohm ohm. Tunawezaje kupima hizi paramita tatu kwenye hii circuit? voltage, voltage, uh, current current, lakini pia resistance in case, resistance, resistance tutaiongelea vizuri baadaye, lakini pia power. Let tuliongelea power last time, nanyi tutajaribu kuigusa katika hii circuit A little bit. Sasa, ili kupima voltage cha kwanza kabisa ambacho ni voltage, lazima ujue hizo points ambazo specifically utaenda kupima hizo voltage zako. Eneo hili lote ambalo lina waya alijakutana na device yoyote haijakonektwa na kitu chochote, hii inakuwa ni kama point ya kwanza a, tunamaanisha kwamba ili eneo lote litakuwa na equal potential, equal voltage. Alafu baada ya hapo kuna resistor, kwa hiyo kuna resistor automatically, kuna effect itasababisha kwenye hii electron. Yani inamaanisha kwa mfano, hapa kuna maelektroni mengi sana yanakuja hapa, maelektroni mengi sana yana flow ah, basically electron zina flow kutokea kwenye direction ya huku, kutokea kwenye negative, kwa sababu negative ndio inapush electron. Kwa kuna electron zina flow kutokea huku, zinakuja zikifika hapa kwenye hii device, kwa sababu hii device ina resistance. Kila device basically ina internal resistance yake. Ni kana kwamba kulikuwa kuna kuna chumba niseme, kuna chumba ambako ndani ya hiki chumba kuna watu, ndani ya hiki chumba kuna watu. Sasa hawa watu walikuwa ni wengi sana, hawa watu walikuwa ni wengi sana lakini ikichumba labda kikatokea kuna fosi ambayo imewasababisha hawa watu wakimbie watoke nje. Hapa kuna mlango mlango wa wa kutokea kutokea, huu una una unakuwa una act kama resistance, kwa sababu ile eneo ambalo walikuwa anakimbia lilikuwa ni pana sana, lakini walipofika hapa kwenye mlango mlango ukawa labda umebana. Kwa hiyo kama idadi ya watu wakiwa wengi sana, hawawezi wakapita kwa pamoja kwenye huu mlango Kitendo cha kuto kuweza kupita moja kwa pamoja, kwa hiyo kitasababisha watu wengi sana walumbikane upande wa ndani, kiasi watu wanaotoka wa nje anakuwa ni mmoja mmoja, kwa concentration ya watu ndani itakuwa ni kubwa ukikompea na concentration ya watu waliokuwepo nje. Hivi ndivyo mfano ndo ambavyo electroni zikikutana na device yoyote katika path yake, kama mfano taa au resistor, hii itaoffer resistance. Resistance ni ukinzani wa hii kupita kiasi kitachosababisha elektroni nyingi zitarundikana upande huu na kusababisha elektroni chache zifanikiwe ku flow, yani zita flow slow, slower zani ambavyo zingekuwa zime flow kama hamna resistance ko. Katika hii point na hii pointi, kiwango cha elektroni hakiwezi kuwa sawa na kikifika hapa, similarly kinakutana na resistance nyingine hiyo resistance kama electron labda zilikuwa zinafanikiwa kupita mbili mbili, kwa sababu ya hii resistance, concentration ya electron upande huu itakuwa kubwa kuliko concentration ya electron ambazo zitakuwa zimefanikiwa kupita. Sawa. Sasa hiki kitendo cha concentration ya electron katika point mbili za devices kwenye circuit kuwa tofauti ndio kinasababisha voltage itokee, okay. kwa sababu tumekubaliana kwamba voltage ni tofauti wa potential kati ya point A na point B au point B na point C. Let's say ni point A point B then hapa ni point C. Kwa popote kutakapokuwa kuna resistance au device, electron itapita kwa shida, kiasi cha kwamba concentration ya upande ambao ulipotokea itakuwa kubwa sana kuliko concentration ya kule inapoelekea, kana kwamba ukilinganisha na huu mfano wa watu wanaopita kwenye mlango mdogo alafu wako wengi, labda tusema limetokea tukio moto, labda au nyumba inavunjika ina au tetemeko au nini kiasi. Yes, wakataka kupita kwenye mlango mdogo, ndo wakati kama resistance, alafu wao wako wengi, maana concentration itakuwa ni kubwa kuliko concentration ya upande wa pili. Sasa hii ndo inasababisha sasa, ili tuweze kupima voltage, tunapima kile kiwango cha concentration ya electron au concentration za charge kati ya point A na point B. Ngoja tuchore tena hii circuit. Hapa kulikuwa kuna device lamp. Kwa hiyo tukitaka kupima voltage across the resistor, maana yake tunapima kiwango cha chaji zilizopo kati upande wa kwanza na upande wa pili wa, wa hii resistor. Ili tupime tunachukua meter ambao basically ni voltmeter ambayo itai connect upande wa kwanza na upande wa pili itaniambia kuna voltage kiasi gani across this device. E, basically tukitaka kujua voltage ambazo ziko katika hii nani, kwa tutapima upande wa kwanza na upande wa pili, tutaweka voltimeter na ili kujua kwamba kuna voltage kiasi gani kwenye hii devices. Ah, na hizi voltage au hizi potential hizi electron difference ambazo zimetokea zime, zime huku ni, result ya msukumo ambao umesababishwa na hii betri, kwa hiyo itasadikiwa kwamba itakuwa kwamba voltage ya betri itakayosoma kwenye betri itakuwa ni sawasawa sawa na jumla ya hizi voltage zote zilizopepa hapo, yaani kiwango cha electron hapa ukikompea na cha hapa kitakuwa ni sawasawa sawa na kiwango cha electron cha hapa na hapa, kujumlisha kiwango cha electroni hapa na hapa, kiwango cha utofauti wa electroni na maanisha. Na hivi ndivyo tunavyopima tunavyopima voltage, lakini kuna utofauti kidogo katika kupima voltage na jinsi ya kupima kupima current, kwa sababu katika sakiti hii, hii hii katika sakiti hii hii, ah, turudie tena sakiti katika circuit hii hii electroni zina flow. Katika hii circuit. Wakati electroni zina flow, maanake ili upime ni, ni electroni kiasi gani zimefanikisha ku flow inabidi upate kitu ambacho kitapitiwa na hizi electroni. Hii haipimi utofauti wa potential kati ya point na point, ila inapima ni kiasi gani kimepita. Kwa ili kupima kupima kupima kupima current, unatakiwa kudisconnect kudisconnect hii hii waya kidogo, unatakiwa kudisconnect hii waya, alafu ile sasa amita yako ambayo unatakiwa ije kupimia current inakuja kuwa in series with the circuit, yani kwamba amita inatakiwa ije sasa iconnectiwe hapa, hiyo amita ili electroni wakati zina flow kwenye uaya ziipitie hii amita. Zikiipitia hii amita ndipo ambapo amita iweze kusoma kiwango cha, cha current. Sasa kama unapoona connection tofauti kati ya jinsi ya kupima voltage na jinsi ya kupima current. Kole, connection ziko tofauti kwa, sasa kwanini current inapimwa hivi? Ni kwa sababu lazima electroni zipite kwenye device ambayo ni hiyo kipimio, lakini katika voltimeter electron hazihitaji kupita huko, zinatakiwa ziendelee kupita kama zinavyopita, lakini tuweze kupima utofauti wa electron kati ya point moja, point A na point B, let's say. Sasa baada ya kujua jinsi ya kupima voltage na current, let's say tuangalie jinsi ya kupima resistance. Resistance. Resistance ni measure ni ya kwa namna gani, kwa namna gani hii device ambayo ni resistor au load yoyote inaweza kuzuia electronic flow. Kwa hiyo ohmmeter, ili ipime resistance, kwanza kabisa unahitaji kuidisconnect hii device itoke kabisa kwenye kwenye circuit. Kwa nataka kupima hii resistance ni ngapi, inabidi ni disconnect kabisa isiwepo kwenye circuit. Alafu nikisha disconnect kabisa, nichukue hii hii resistor, let's say ndo ndo resistor ndo hii hapa alafu hiyo ohmmeter hiyo ina connectiwa in parallel with this parallel, with this resistor. Nini kinafanyika? Baada ya ku connect hii in parallel, ohmmeter inakuwa inajaribu yenyewe kustuma current kwenye hii device kutuma current kwenye hii device alafu, ikishatuma current inaipokea huku nyuma. Ikishaipokea inajaribu kuangalia current yangu niliyotuma imezuiliwa kiasi gani na ile resistance C, ili kwa kujua kwamba kuna resistance kiasi gani. Kwa maneno mengine mazuri, ohmmeter ina generate voltage, ina generate potential difference kati ya point A na point B, yani point zake separately kiasi kwamba hii potential difference ita push electrons flow kwenye hii resistance alafu ita receive hiyo electron iliyo flow, ita calculate kama vile ammeter. Ikisha calculate itachukua ile voltage ambayo ili set over current ambayo imekuja after then, ita calculate kama kule kuna resistance kiasi gani, ukilinganisha kama ni reset voltage kiasi fulani na nimepokea current kiasi fulani, kwa hiyo inaweza calculate resistance iko ngapi, kiasi ikakwambia resistance yake jinsi ilivyo. Kwa ikiwa kwenye, kwenye circuit kama hivi, ohmmeter ikijaribu kupush voltage yake hapa, weke ohmmeter hivi alafu yuko connected in circuit, akijaribu kupush voltage yake apush current yake hapa ta distract in circuit. Kwa it's hard au it's impossible to measure resistance of the device ikiwa Kwenye kwenye circuit. Kwa hiyo point to note hapa ni kwamba ili ku measure resistance, unatakiwa u disconnect hiyo device then you know, una measure resistance yake. And finally, finally ni power, power consumption. Katika zile zile measurement ambazo tumezifanya tukizikalkuleti, ndivyo ambavyo tunaweza kupata power ni kiasi gani ni product ya kiwango cha chaji ambayo tunaita current, kilicho flow, ukiconsider ni kwamba ni voltage kiasi gani imezisukuma hizo chaji, kwa ile nguvu ya kusukuma kwa chaji na chaji, zilizo zilizofanikiwa kwa flow, to product yake ndio inakuletea power. Kwa hiyo ukitaka kusoma power au kupima power, basically unachotakiwa kupima ni current then voltage alafu then utafanya hii calculation ili ujue power kiasi gani imenani. Kwa mfano nikipima hapa, nikipima hapa voltage volt 6 ndio zilifika kwenye hii hii taa, alafu nikaja nikapima hapa current kwa kutumia ammeter, nikaambia bwana, hii device nzima ilifanikiwa kupitisha ampaya 0.1 amps. Kwa hiyo nikitaka kujua power ambao jamaa ameconsume itachukua 6 mara 0.1 basically nitakuja kupata 0.6. Tumesema power inapimwa kwenye kwenye watts. Similarly hapa kwa kama hapa itakuwa ni volti sita na huko ilikuwa volti kumi na mbili, maanake sita nyingine zilitoka close the session hapa, na current ambayo iliflow hapa ndio moja kwa moja iliflow hapa, maanake hapa itakuwa kuna sita watt zimekuwa zime consumed na, na resistor lakini 6 watts zimekuwa consumed na hii load ambayo ni 5. Sasa kwa kusema hayo, ngoja sasa tuende tukaangalie some a little bit simulation on how electrons zina flow na na na na, jinsi ambavyo measurements zinafanyika ili tuweze kuelewa kiundani zaidi jinsi ambavyo haya mambo yanatokea au yanafanyika.